Katika ulimwengu wa leo tulikuwa ndani yake, ambapo, ambamo vitu vimechukua nafasi kuliko utu, ambamo ulimwengu huu mtu anaheshimiwa kutokana na vile alivyokuwa navyo, sio vile alivyo. Huyu kijana mashallah tabarakallah alikubali kuziacha kazi zake, akaacha vya kwake vingine vikaharibika, lakini akasema, acha mimi nende Goma nikae pembeni ya mzee wangu nimhudumie, na akamhudumia kweli kwa ikhlasi, nikihesabu nikaribu miaka minne. Yaani mtu aache shughuli zako wache familia, utupe mke, watoto, kwa ajili ya kuja kumhudumia mzazi. Kwa hiyo nafikiri huyu ndiye alausale na hisibu kadhalika, huwa wallahasibu tamuhesabu, hivyo ala ndio tamuhesabu zaidi, lakini insha Allah inshallah, wanadamu analahi fid wanadamu ni mashahidi wa Allah waalla subhanahu wa ta'ala katika ardhi yake, masha Allah eh, akafanya hilo kwa ikhlasi na moyo mzuri, tunalisema hili sio kwa ajili ya Sheikh Hassan tunalisema, ni kwa ajili tuwazindue na tujizindue sisi ambao bado tuna hiyo bahati ya kuwa na wazazi wetu ambao tunaweza tukawafanyia wema, kwa sababu hakuna kitu mwanadamu huwa anasikitika kama vile ikija fursa ya kufanya wema kwa mzazi alafu akatizama kulia, baba hayupo, akatizama kusoto, mama hayupo. Hakuna kitu kinachouma kama kama hicho. Kwa hiyo kama miongoni mwetu hapa kuna yule ambaye hii fursa bado ipo Mashallah, tabarakallah, tujitahidi na kuweza kuiendeleza, lakini kadara ya Mwenyezi Mungu ni kheri, na Mwenyezi Mungu anakadiria mambo kinyume na hisabu za binadamu. Nikijaribu kusoma katika mawazo na fikra za Sheikh Hasan, yalikuwa najucha ni ikae ni mchunge mzee, inshallah Mwenyezi Mungu ata- akija kumchukua, wajue karibu ili iweze kumustiri na kumfaizia mambo yake ya mwisho ndio ilikuwa fikra yake, lakini mpango wa Mwenyezi Mungu ulikuwa ni mwengine. Kabla ya wiki moja au wiki mbili imekuja safari ya ghafla, imempeleka nje ya mji wa Goma. Ona huyu aliacha vya kwake, akaacha wa kwake ili kuja kumhudumia mzee. Mzee amekata roho, mzee amefariki hali yakuwa hayuko. Allah, subhanu, ya kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala hajakadiria kwamba kwa awe kwa katika kushiriki katika hizi thawabu lakini insha Allah midhali ni fardhu kifaya, wa anabiyatukum turzakun, watu wanaruzukiwa kutokana na nia zao. Tunahesabu kwamba Allah subhanahu wa taala kwa huruma wake na ukarimu wake atamlipa katika mema atakayowalipa sisi ambao tuliohudhuria hapa. Mzazi, ndugu zangu Waislamu, katika familia e, ni nguzo kubwa yenye kuwakusanya watoto na kuikusanya familia yani pamoja na mapungufu yake yote, mzazi pamoja na udhaifu wake wote, lakini yeye kuwepo pale ni nguzo kubwa sana ya kuikusanya familia. Ndiyo maana katika dua tunayoiomba katika swala ya jeneza wa tunasemaje, wala taftini na baadahu, eti wewe mwenyezi Mungu, situfitini baada ya huyo ambaye ameondoka sasa. Mara nyingi mzazi anapokuwa ameondoka au maisi anapokuwa ameondoka nyumba nyuma yake huwa kuna baki fitna, kuna baki migungano na misuguano. Inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu haya yasitokee. Ule ule mshikamano ambao mzee aliacha nao familia, tuendelee nao katika kupendana, kutembeleana, kushauriana, kujuliana hali na kufaana, kwa sababu hata mswahili alisema ya kwamba undugu sio kufanana ni kufaana, inshallah, na undugu sio kuwa pamoja ni kuwa wamoja. Inshallah, tukidumisha hali itakuwa ni vizuri zaidi na kuendelea kuelekezana. Jambo lingine, tuidumishe dini ndani ya nyumba. Hakuna kitu ambacho kinachoongoza watu kama wakiwa na dini, hakuna kitu ambacho kinachomwelekeza mwanadamu kama akiwa na dini. Nadhani eh, ndugu yetu Sheikh Hassan na wengine vijana hapa nyumbani na madada zetu na wajukuu na wanani yale yote waliokuwa akiyafanya ni kwa sababu dini kidogo ilikuwa imesimama ndani ya nyumba. Wenzetu wapo ambao mara nyingi tunapenda kuwaigizia, kuwachukulia kwa mfano, watu wa Ulaya. Mtu wa Ulaya baba yake kwake ni mzigo, mama yake kwake ni mzigo, huwa anamchukua anakwenda na, na bwaga katika kijumba kule wanaita, wao wanaita, na maison de vie, na kumbuka, ya anamtupa huko, akimkumbuka ni siku ya sikukuu, akimkumbuka ni siku ya labda siku yake ya kuzaliwa anampelekea shada la maua na wanakuwa wamemalizana kwa. Inshallah tujikaze, watoto wetu tuwafunze dini, tuwaelekeze katika mstari wa dini, itakuwa ni jambo ambalo likuwa nzuri, na tutaendelea katika mambo yaliyokuwa sawa sawasawa, mfano mzuri aliotuachia mzee wetu wa kuwasaidia na kulea watu ambao hata wajulikani wametoka wapi, kwa ajili ya Uislamu akawakaribisha akawafanya kuwa familia, tuendelee nao inshaallah ndio litakuwa jambo ambalo litakalomfaa. E, neno lingine ni kukariri shukurani kwa niaba ya familia kwa wale wote ambao mmeziacha shughuli zenu mkaacha kazi zenu mkaja, mkaja kushirikiana na sisi katika hiki kipindi kigumu, kwa sababu sio kipindi chepesi e, kufiliwa na mzazi tena katika mazingira ambayo e, kidogo ameondoka kama vile ghafla. Basi, mashallah Mwenyezi Mungu kwa kila hatua mliyoifanya ya kulia, muandikiwe thawabu na muinuliwe daraja na ya kusoto inshallah. E, eh, mfutiwe madhambi na Mwenyezi Mungu akurudishe zaidi karibu yake yeah. wa akhiru daawana alhamdulillahi rabbil alamin e, eh, samahani tena kuzungumza mkaa okay, mbele uh, ya wazee wangu na wazee zangu na kaka zangu na mashuhuda wangu. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum.